zikifika mara kumi insha Allah tutakunywa supu ya Simba nakwambia kabisa. Hii mara ya tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi tunakunywa supu ya Simba hapa, na nitawaita wote, tunamchinja tunamnywa. Na maandalizi ya kunywa supu ya Simba hapa zikishafika mara kumi. Gamira alikufurahi tu Dhamira ni kufurahi, msimu tumepambana sana kupata ubingwa sana, ndio maana leo pia watu wamekuja wengi hapa, kwa sababu tumevuja jasho kupata uchampioni. Kwa hiyo ikifika muda wa kufurahi, tunatakiwa tufurahi sana. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia tujivunie na tufurahie wale ambao ambayo ametubariki. Kwa sisi tuebarikiwa ubingwa na tutakuwa tufurahi sana, yaani hapa apamoda bado, kwa sababu unajua tuna mwezi wa sita, tuna mwezi wa saba, tuna mwezi wa nane mpaka ligi kianza, kwa maana tuna miezi mitatu.

na kwa sababu kumekuwa na sio sio changamoto ya kiufundi, kumekuwa na hasad na chuki hii kwa klabu yetu. Yaani tuliochukua ubingwa mara tatu, tuliwakwaza hata watu ambao hatushindanii nao, hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sababu tu mafanikio na tabia ya kukaribisha hasad, basi watu wakachukia, wakawa na hasad. Kwa hiyo ushindani ukawa sasa unaendana na chuki ndani yake, msuguano mingi ndani yake, lakini alhamdulillah sisi dhamira yetu ilikuwa njema, dhamira ya mpira kushinda, na Mungu amekuwa upande wetu kushinda. Wenye dhamira mbaya Mungu ameachana wa nao wakidhalilika. Wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua, tufanya dua kwa imani zote, dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya sradb. Wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani. Wameenjoy sana, hawakuwa na ugumu wote, as long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Wakisha kuwa na haki, basi hakuna ugumu wote namtanguliza Mungu napambania haki yako. Basi, hali, hali labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza kadhani ngamia karibu Dar es Salaam. unajiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? wajana wanafanya paredi ya ua kuzungusha kombe mikoa nafikiri mitatu tu, lakini mwakaakuoaaamezi wa naneaa wa kila mkoa, kila mkoa tutafika mwaka huu, kombe litafika na tafika yote, saa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa safari, ndio tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuafikia wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua wa msimu wote mpaka tukafanikiwa. Singida ni mpinzani mgumu, mpinzani mgumu na hivyo amefika fainali baada ya, ya kumshona Viola kwenye, uh, la, ili, kwa hiyo atakuja na ushindani mkubwa zaidi na confidence. Kwa tunaamini hata ukiangalia, umeona hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu hapa, tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu, eh, mtakuja kushtuka, timu tayari ko Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake na tunaamini matokeo maandalizi mazuri ambayo yanatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani, kwa kumbukumbu zangu, sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri kuchukua ubingwa mara zote na yeye akiwepo Fariku, ni kwamba mchezo wa mwisho akabilia Kombe yeye pia alishiriki kwenye hiyo, ni jambo kubwa kwa sisi na tunafurahisha kwa sababu uh, sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuzuia Yanga isichukue ubingwa. Wa siku ya mwisho ligi ni Dodoma, wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni akapanda yeye mbele na toka mshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isitoke bila, kwa sababu wanasema, wanasemakwanza ni kutoa shaka. haujakosea kwenye rekodi, hakuna uh, msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi hiyo ipo kwenye rekodi kabisa, kufanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa, mimi sio mjanja kuliko wengine, wala nisikufuru Mungu kusema kwa mimi mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki ko, mimi ameniweka kwenye hizi nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi, kwa baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na, ah, ni nyingi. Waache tu unafiki na ubinafsi, waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukikuwa limukeni, unakuwa mbinafsi unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida, nanaai, ukisha kuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi, na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukisha kuwa mbinafsi, nakufanikiwa peke yako upate raha peke yako na nanii peke yako, Mungu saa anaweka mbali baraka, sababu Mungu anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako, anakufungulia tu, wala hakuna shida. Hadi watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga, unazungumziaje adabi na ladha yake pale pale? ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba. Wanayama, kwa yae, kwa na wao na nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi ujiandae, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi kwao. Nafikiri na wao wameweka rekodi na, na watakiwa wajibu kwa wanachama wao. Wanachama imara kama Yanga muda huu ameshatoa maelezo, kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza.